Hata kama ulifuatilia mimi kwenye maandiko yangu nilizungumzia yafanyike mapinduzi ya uongozi, sumelewa ninavyozungumzia mm. Mapinduzi hatuzungumzii kwamba ukibadilisha TFF mm. au ukamtoa sijui Almas Kasongo kama ambavyo Yanga wamesema, ukamtoa mzee Mguto mm. sindio? mm. kwamba ndio tutakuwa tumetatua ume, ume tatizo. Yani ukimtoa Kasongo mm. atakuja atakuja Kabwanga Kabwanga, akikutana na mfumo ule ule, naye pia ataingia kwenye matatizo ya yari. Ndio hilo anasema kwamba unaweza e, e, ukafanya mabadiliko ya mtu lakini kama hujafanya mabadiliko ya mfumo ambao unakupa matokeo, ukawa ujatoa uja, uja, uja tatizo kwa hmm. hiyo kilichokuwepo ni sio tu Kasongo atoke, hapana. Umeelewa hmm. ni mfumo uliokuwepo. Tukubaliane wote, Simba na Yanga wote ni matimu makubwa ambayo yana influence kubwa Sahihi. Wana mashabiki wengi, wana watu wengi uko kwenye mifumo ya serikali na mm, sote tunakubali. Hata kama ningekuwa ni mimi mm, ni sehemu ya uongozi Simba yani na Yanga, ni maamuzi yanahusu Simba na Yanga, uweze ukaya, ukaya, ukayafanya tu kwa sababu ya kanuni na kitu. Kama nilivyokwambia mwanzoni, lazima ukiwa a kiongozi upime risk ya jambo linalokwenda kutokea, vizavi the impact ambayo inakwenda kutokea, si ndio? Ili uweze kupima na kufanya maamuzi kulingana na mazingira yaliyokuwepo, kwa kwahiyo kwa kuleta solution ya kudumu hmm. Tunapozungumzia kuleta mabadiliko ya mifumo ndo haya, namna ambavyo shughuli zinavyoendeshwa si ndiyo? hmm. Yanga wanatumia nguvu yao waliokuwa nayo, kwa sababu wanajua wana watu wengi sana nyuma, wanaweza wakatengeneza pressure kwa Almas Kasongo na mzee Mbuto ili waweze kuondoka, lakini unajiuliza, akiondoka Kasongo, Kasongo ndio tatizo la hili. Tatizo lilotokea ni tatizo ambalo lilikuwa ni la kimfumo, kama nilivyokwambia, unaweza mm. unaweza kukuta Kasongo kwa position yake, kama CEO bodi ya ligi, hakuwa alikuwa husiki na zile logistics ambazo zilikuwa zinatokea anjani. Lakini Kasongo ana nafasi kama CEO kumwambia meneja wa uwanja mm. kwamba ziachie hizo timu ziachie Simba ikafanya mazoezi na meneja akamsikiliza. Unaona ninachokwambia? Sahi. Kwa hiyo ukisema leo unamhukumu Kasongo kwa tatizo lililotokea la hii mechi kutokucheza kwa position yake, unakuwa unamuonea. Si ndio? Mm. Lakini ukiliangalia lile sakata zima unakuta Yanga wanahusika. Si ndio? Wale makomando walienda kufanya nini? Si makomando wa Yanga walikuwa Simba wale ambao walikuwa wanazuia basi lisingie. Ina maana wale wakomando wanaenda pale bila kuwa na mpango kutoka klabuni kwa viongozi wa Yanga. Haiwezekani kutoka katoka from akaenda pale akawa na nguvu. Ina maana kuna mpango ambao e, kama club kama Yanga waliupanga na wale wakawapa jukumu la kufanya kazi hiyo, ndio tukizungumzia hicho, si sindio? Kwa hiyo kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba ukichange uki mfumo tukakubali kuishi kwenye professionalism, kama zile mbinu nilizokwambia mwanzoni kwamba kuna mtu huyu kwa muda huo anatakiwa wepo, mtu huyu atakii kuwepo tukakubaliana wote tukaweka maslahi yetu pembeni, tukaweka maslahi ya mchezo mbele hmm. Hatutatoka kumpinpoint mtu mmoja kwa hiyo, tatizo liliokuwepo ni tatizo la kimfumo ambao mfumo huo sio sio kwa ajili ya, ya, ya, ya TFF vilabu, na vyama vingine vya mpira pia vya mikoa, vya wilaya, sumelewa hmm. Na wakati nazungumzia ya, yafanyike mabadiliko makubwa ya, ya, ya, ya viongozi, nilikuwa na maanisha mabadiliko makubwa ya mfumo ya uendeshaji wa mpira wetu kwenye levo zote, sio kumtoa mtu mmoja kumzungumzia mtu mmoja kwamba huyu ndo solution au ndo mwenye matatizo, ni mfumo mzima including na serikali, kama viongozi wetu wakuu na wao kuona namna ambavyo wanaweza wakaingia kwa nia nzuri ya kutengeneza mazingira ya kusaidia kiwanda cha mpira kwenda mbele.